This is just going to be in circles. This is another promise and we are not going to achieve anything. It is the members of parliament, just few hours after the members of parliament walisema kwamba they, they threatened to go to strike eh, kuhusu the issue of CDF walisema kwamba wapo jana, walikuwa wanasema kwamba mambo ya CDF imecheleweshwa na wakaitisha kwamba uwapewe iyo mgawo wao, na siku ya leo Uh, inaonekana kwamba treasury imekubali kuwapea mgao wao wa, kia, ya, wa pesa za CDF. So that means that the treasury uh, CS ambaye anajita mbadi um, amesema kwamba ame confirm that the counties ama the members of parliament have been allocated ama have been uh, Allocated that amount za CDF hii ni baada ya wao those members of parliament could threaten the, ama kutishia kwamba wataenda kwenye mgomo ama watakao chochote cha bunge na baada ya masaa machache nimesema eh, masaa masaa chini ya ishirini na nne kwamba, treasury imekubali kuwatumia ama kuwapa zile pesa za CDF. Swali ni moja: How are they going to use it? Are they going to use it for development ama watatumia kwa manufaa yao wenyewe kama tunavyojua kwamba Kenya... All these other things you are saying, a capitation, county money, that is, it is your responsibility as government to send these monies. The year is coming to an end. Mheshimiwa Mbadi, please, mwananchi ama mwenye tunasema, mkaaji wenye bunge au bunge eneo, ambao wanatoka, umuhimu wa CDF ama CDF ni nini? Tunasemanga CDF ni kwa jina ya kimombo, CDF ni fund, pesa ambayo ambayo uh, sema nimeshakwambia ni pesa ambao wabunge huwa wanapewa ili kufanya maendeleo kwenye maeneo bunge lao ama eneo bunge lao pale ambapo walichaguliwa. So CDF huwa inatumika kivipi ama huwa inatumika kivipi ama inastai kufanya vitu gani kwenye constituency pale. CDF kitu mala, kitu ya kwanza unastahili kujua CDF huwa ni ile pesa ambayo huwa inatumika na wabunge kufanya vitu kama kuleta bursaries ambayo huwa inasaidia wanafunzi ambao hawajiwezi. Uh, kitu ya pili kutengeneza, tunasema zile tunasema street lights zile pale kwenye maeneo bunge pale, kutengeneza shule ama kufanya yale maendeleo ya shule. Naweza kupea mfano, ukiona ule mbunge wa Kiharu ambao ni Ndindi Nyoro, ambaye na CDF pale, mpaka wabunge akasema kwamba maybe alikuwa anajipea pesa kiasi mingi kuliko ambaye alikuwa anastahili pale so kuna kutengeneza shule, kuna kutengeneza barabara, kuna basari vile nilikwambia, na kuna vitu tu mingi CDF huwa inafanya. So kitu gani CDF? CDF itakuwa imepewa. Kumbuka kwamba hawajapokea ku, kile kiasi cha CDF ambacho wao wanapokea ambacho ni milioni 100 so hii kwanza tumeona kwamba wao goma hicho kiasi cha pesa, but shida huwa ni shida moja, we don't have a problem with CDF. Watu wengi wamekuja pale, ikiwa the former speaker ambaye ndio alikuwa the former speaker Justin Turi, and the AG amekuwa akija pale kwa mtandao wa kijamii akisema, aliandika jana kwenye Twitter yake ama X, jinsi inavyojulikana kwa sasa, alisema kwamba CDF ama NC walichange wali jina kakwa wakasema kwamba eh, CDF inakuanga unconstitutional. Akasema kwamba it is used by members of parliament for corruption Ma, eh, CDF ambacho wanatumia kufanya ama ile ndio kuibia ama, ama kwamba ni something which is used by member of parliament kuibia kuiba pesa za umma. So that's why akasema kwamba the reason why wabunge wanalazimisha sana kupewa hiyo pesa ni kwamba wametaka kwanza kuiba, wanataka kuiba hizo pesa za Wakenya. Lakini what I can say is this. Any ubunge lako as your member of parliament done anything with that CDF. Kwa miaka ambayo amechaguliwa ni miaka sahihi, miaka mbili. Kila mwaka huwa wanapewa new year, new year wanapewa CDF. What has he done with it? Najua kuna kitu ambacho tulikuwa tunapiga mwanasasa fulani alitengeneza, ametengeneza shule kwenye bunge lao, e, wabunge wakakuja wakasema kwamba maybe alikuwa anajipea mgao mkubwa kuliko ule ambao anapewa. Je, the, walisema ni 100, 100 million which is a good money so in kum in your in your, uh, in your constituency, have you seen any development under these three years which wamekuwa kwenye uh, miaka mbili ambao wamekuwa kwenye mamlaka kwa sababu you can't demand what you don't use. Hii ndio kitu ambacho tunajua. Uwezi demand pesa ambayo huwa autumii ama uitumii kwa, uh, kwa urahisi kwa sababu CDF wabunge wengi huwa wanaiba, ni ukweli. Ukweli tuseme. Ukienda kwenye bunge wengi